Yeah. Shaw Brothers picture waliweza kushuti filamu hii na CMC and TVB wanakuletea picha ya kichina hii hapa kutoka kule mainland China. Na Team Pass wa kichwa, timu ya taifa tunapatikana Kariakoo mtaa wa Agrey. Na masasi eh, eh uspime walioweka translation wanaitwa Yoyong Masamba, hawa wanatokea Indonesia kule, ndo waliweka ya subtitle picha. Anaitwa New Kung Fu Cult Master. Basi picha yetu naanza mwanzoni kabisa, wakati ambapo kuna watu walikuwa wako juu kabisa huku, wanasema kwamba ni wakati wa kwenda kulipa kisasi baada ya miaka mingi tabaka lao kuonewa ama wao kuonekana ni watu wabaya. kiongozi kutokana na kitu ambacho kipo kuna, eh, kuna mashujaa sita ambao walikamatwa na kufungiwa na wanase hapo chini kwa mfalme, na anaambia kwa gharama yoyote inabidi tuwasaidie wale viongozi sita. Aisee, walichomewa moto hapa pandani. Kwa huyo mfalme ni sehemu hatari sana. Ukitaka kwenda kuvamia katika himaya za huyo mfalme, balaa lako litakukuta yaani, huyo jamaa unaambiwa, huyo mfalme ni hatari kupita maelezo. Basi wale wote walikuwa wanakwenda kuvamia hii sehemu waliuawa, yaani, wengi waliingia kwenye mitego na waliuawa, yaani, jamaa alikuwa amejipanga vya kutosha. Mfalme wa popo. Wewe ni mtu mwenye noleji sisi wote tutakuta situation ambayo iko kule babu, pamoja na watu wengine wote, we pamoja na siau, natakiwa mwe salama, mtawapatieni alama kama kutakuwa kuna lolote, basi sawa. Mfalme wa popo akatangulia, na huyu kiongozi wa hii sekti naye anakuja, anadanda kwenye mgongo wa mfalme wa popo. Mfalme mwenyewe ni huyu hapa, ambaye nasemekana ndo anamiliki hiyo sehemu na aliwakamata watu sita. Anakuja binti yake, anaambia baba, mwanangu binti yake amerudi kwenye mapigano. Nasikia kwamba nyinyi jamaa mmepata tatizo, akaambia vijana. Huyo kijana anaitwa Zang Uji. Kama akichelewa kuja, tayari nishamkamata Zang Siofeng ambe. Sawa Zang Uji mzee anasema, katika mpango wetu hakuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Zang Uji, ambayo chali alikuwa kawaida tu. Oh, kama Mr Lu pamoja na hee wakiungana, oh, wanaweza akampiga huyo Zang Uji. Sabu zangu uji, Dore chali ambao wanamuita chairman yule. Ukweli ni kwamba kilichotokea kule Mount Nunda Zangu uji amemaliza amo pamoja na ako. Tayari vile viongozi wawili wameshawaua na Uda niko katika mikono yake. Hakuna mtu kati yao ambaye anamweza yule chali ambao wanamuita Zangu uji. Mimi. Hiyo ni kweli. Anaambia katika Mount Nunda Master Lu pamoja na yeye walijitahidi kuhakikisha kwamba wanamrudisha huyo jamaa. Wakati huo katao pamoja na mwalimu walifanya jukumu lao. Nilimwambia alipomwambia avamie zani uji aliweza kujitokeza amevipi pia sana. Dragon Slime, Dragon Slime Blood ni sheria ya mashwat ya dunia. Kama wewe bwana mdogo ndo anayo, huwezi kufananisha na hii uh, Ancient sword ambayo ninayo kwa hatua moja tu ya Dragon Sabre mambo yatakuwa mabaya. So, kwa hiyo kutawa pamoja na wengine. Eh, wanaweza kunisaidia mimi jamaa siumize. Kama tukimaliza hapa kwetu baba sunaona itakuwa rahisi. Anasema ndio. Ewe, Anambia ni nafasi ya kuichukua Dragon Slaying Blade. Yaani upanga wa Dragon Slaying. Anambia kuna siri kubwa sana ambayo imefichwa. Oh. Kama tutaijua hiyo siri basi atutapigika na mtu yote. Kambe baba, mwache mwanao akutafutie Dragon Slaying sabre. Sawa. Nasema ndio, niko tayari. Wewe ni mwalimu wa Princess Mini. Chukue, nenda kachukue hiyo Dragon sabre. Angamizeni hiyo kikosi pamoja na ufalme wa Mini. Anaambia vizuri. Bwana mdogo Mini, na wewe pia una jukumu lako. Siwezi kusubiri, maana unataka panga wa Dragon Slaying blend. Sana sawa baba Ubinti anakabidhiwa kwa mwalimu wake ambaye anaitwa Kutao. Hiyo si kona. Anaambia mjinga huyu. Anashindwa kuelewa mimi. Nataka kuletea ujinga mbele ya babangu. Puzi sana huyu. Princess si. Sijali. Akaambia zile atoa sabira mbili e, za eh, za kung fu ya Shaolin. Ambayo kitabu kimoja tu. Chinga ilikuwa ni kitabu. Na wanasema tuwezi kipata. Kambe mjinga anaongea sana, usimwamini. Sasa watu wa kung fu lazima tuwakamate. Kambe Kunlun, Huasan na Kongtong ni watu wa Udan. Meisi pia bado, yaani ajala kwa siku tatu. Hao watu wa Shaolin hao. Anaambia na mwanafunzi anaitwa Zuzirio. Kamleta yule mwanafunzi. Kambe sawa, princess. Kutoa akatumwa kwenda kumchukua mwanafunzi anaitwa Ziruo. Wakati huo wale watu wawili ndo wanafika hapa. Wanafika tu pale wakuta Ziru ameshakamatwa na kutao. Ziru analetwa kwa princess. Mwanafunzi wa huyo wa huyo mzee ambaye mwalimu wake inasemekana alikamatwa, yuko hapa na hajala siku tatu leo. Kwa hiyo inabidi atishiwe mwalimu. Mbinti kaletwa mpaka pale. Princess anamzunguka. O, princess ana roho ngumu huyu? Hmm. Ndo maana yaani, hawezi kuchukua upanga wake akakuchoma wewe hata, yuko tayari kufa Inga. ni kwa sababu ya kikipuzi kirembo kama ichi, anaambia anapojali. <laughs> alipojali mimi nilifanikiwa kumvamia <laughs> kwa nguvu ya yani, progress za zani, kwa nguvu za za Zanji, mwalimu wako peke yake hawezi ya kumpiga Nga, kuna kitu ambacho amekifanya mpaka pale ambapo ili jambo lipotokea, akaambia acha kuongea ujinga mm. Mimi ni email student, mwanafunzi wa email siwezi kufanya hivyo. Oh, sio rahisi kusema kati ya wanafunzi wa email eh, kwamba wewe ndo mrembo oh, na mwenye uwezo. Nafikiri mwalimu wako atakuwa anakupenda wewe zaidi, labda pengine wewe ni mwalimu, ni mtoto wa mwalimu <laughs> akaambia usimdhalilisha mwalimu wangu. Oh, sawa, sasa mpeni upanga. Mimi ndio niletoe panga, akaambia pigana nao sasa. Nikupe uhuru. Akaambia mimi nishapigwa sumu. Sina nguvu yoyote. Hata kama ukishinda bila triki pia ni useless. Akaambia nyewe watu wime wa wa na najifanya wajanja sana. Haijalishi kama nataka kuniua mimi. Basi ndo nafasi nzuri kwa upande wako. Wewe unafikiri kwamba wewe ndo mrembo kati ya warembo wote kwenye hii dunia? Wewe unafikiri kwamba kila mtu anakupenda wewe kama jinsi zangu njiani anavyokupenda?

Chenge hauchi. Jamani zangu. Hatujaonana siku nyingi. Karibu sana katika mji wa Datu. Samani. Leje ya nchi hama nyani. Akaambiwa ni ka princess kadogo tu. Kwani unajiita wewe ka binti kwanza? Toa. Ni vyema kama ukijiita mwenyewe a devil woman, yani mwanamke shetani. Hello man. Kwani siku zote jamani zangu anakuwa mjinga, yani anakuwa mkali. Miss Zoo ni rafiki yangu utotoni. Zoa kama angalia jamani zangu. Zangu uji. <tapainate> Kugundulika kwamba kuna kabodi tangu utotoni na ndio maana siku zote anamsaidiaga kama kitu kikitokea kwa, kwa mwanafunzi wa email. Basi sinilaumu mimi, chamanzangu, nienendeni. <tapainate> Mimi nataka kubaki hapa. Pamoja na email group, ambe lakini. Sikiliza, princess. Mwili wangu mimi na nolej niliokuwa nao ni kitu kikubwa sana. Lakini nataka nikwambie, huyu anayekulinda hata kulinda milele. Ukimgusa u binti hata kidogo tu, enda kukatakata we na watu wako, enda katakata vipande. Lakini pia sitarizika tu, nitakuja kwako na kupiga. Yani, yani wewe sitakukatakata, utateseka. Nafikiri umemsikia mfalme wa popo alichosema. Nitakuja wakati mwingine, binti namwacha. Anaambia binti kwa makini, ama pimi tunahakikisha hawata kugusa zangu mjia. Akaondoka sifu. Binti anaambia mwalimu, keshuka wafukuzie. Sasa mwalimu anawafukuzia kina Zanguji na mfalme wa popo. Wakiwa njiani, ase walisanuka wakasikia, wali mfalme wa popo, jamaa anakuja. Mwalimu wake binti anakuja, wakamkataa mablinyo. Cheke anavyokuja na hizo staili. Sasa anakuja kwa Zanguji. Hii mashine ya kazi wanaoita Zanguji, moto kote ambari, mablinyo. Wakati wazee walishafika, tarabia, tulieni, mwacheni, mwacheni hapo. Amefika kwa Zanguji.

Anambia samani, mheshimiwa, nimekwenda kinyume na chifu na nastahili kufa. watu Watu wote wakashanga hui nani? Alafu ndugu yake anaambia kaka mkubwa, nilifikiri kwamba anambia mm -mm. Chifu anaambia huyo anaitwa Fanyao, alipotea kitambo sana, ni ndugu yake na na huyu young lefti, kumbe ni mwenzao.

na kumaliza kila kitu wakati hakuna mtu ambaye alikuwa yuko tayari kwenda kinyume na ufalme ili kupata ukweli, okay. Nikafanya maamuzi ya kuungana na hao wapuuzi okay, niwaangalie kwa siri na kwa makini zaidi. Kwa hiyo we ndio mtu ambaye uliumiza sura yako okay. Anaambia kwa njia hii peke yake okay, nilifanikiwa kumtriki Chenkun okay, kaka wa kambo Anaambia, sasa tuna kitu kikubwa sana, kuna mtu ambaye ana yani mwili lamdo kapanfa anabebi na wazo kwa kwa muda ameshafika. Mimi nitamkamata mtu, nimegundua kwamba mwili wake ni mwili wa kitofauti. Ukweli ni kwamba mwili wake ulikuwa na udhaifu wa sumu, sasa reaction yake ni kama masaa mawili tu. Akasema vizuri, brother, aamini amniambie kile ambacho nilikifikiria pia kiko sahihi. Wanasema ndio, sasa wanatakiwa kuhakikisha kwamba antidoti inapatikana Kutokana na maelezo ya kaka mkubwa huyu, anasema ni mwanamke na nini na pombe ama waini. Sasa huku upande wa pili kuna binti alikuwa naoga kikaumana, kuna mtu kaingia huku, kamchukua huyu bwana kaja naye huku, labda pengine ndo katika hawa wakubwa <gibu> diri tena n tuende katika episodi inayofuata, wanasema katika episodi ya pili. Baada ya kumaliza sehemu ya kwanza, tuende katika sehemu ya pili ya mashine wanaita Kung Fu Cult Master yeba.